Uvuvi, moja ya shughuli kuu za uchumi kanda ya Ziwa. Lakini kwa wavuvi, wanasema hali si shwari, samaki zimeadimika majini, dagaa zimekuwa ni za kuangaikangaika, hata mwezi mzima unaweza hata urudi bila chochote. Pigo la karibuni ni tozo ya kodi inayokusanywa na Mamlaka ya Mapato nchini TRA. Wamekuja na kauli mbiu kuwa tulipe kila mtumbwi mmoja shilingi laki moja laki mbili na shilingi elfu hamsini, na wakatulazimisha kila mmoja lazima, mtumbwi wote ule, uwe mbovu, uwe mzima, lazima ulipe shilingi laki mbili na elfu hamsini. Kitendo hiki cha kulipa laki mbili na shilingi elfu hamsini inakuwa ni ongezeko la utitiri wa kodi, na sisi kipato chetu kwa sasa hivi kimeshuka sana. Tunalipa leseni laki moja na ishirini, bado kuna ushuru mwingine tunaambiwa TASAC na wenyewe tunatakiwa tulipe. Mitumbu yetu sisi iko chini ya, ya, ya futi 30, na tangu mwanzo futi 30 kurudi chini tunalipa halmashauri. Kwa hiyo hivi vyombo viwili TRA na TASAC sisi walitakiwa watuwache kama tulivyo. Hii ni kwenye maeneo mengi ya visiwa Achagembale na Kasalazi wilayani Sengerema. Wapo wanaotishia mgomo. Msimamo wetu kwa niaba ya wavuvi wenzangu, kama serikali haitatusikiliza tusi, haita, wavuvi tumesema tutasitisha shughuli za uvuvi mpaka hapo swala letu litakapojadiliwa. Hii ni katika wakati ambao TRA inasema mchango wa uvuvi hauwakisi uhalisia. Tunapozungumzia habari za blue economy, ni ziwa Victoria, inachangia kiasi kubwa sana. Kuna wavuvi wengi na wafanyabiashara wengi wanaohusiana na mambo mazao ya samaki, lakini mchangiaji wao katika masuala ya kodi ni hafifu sana. Kwa hiyo maana tunataka wote tuingize kwenye wigo waweze kuchangia kodi kulingana na kipato wanachokipata. Ni Julius Mafulu, kaimu meneja TRA mkoa wa Mwanza. Tumekubaliana tarehe kumi na tano kule Sengerema tutakuwepo kwa ajili ya kutoa elimu hii hapa. Lengo ni kusajili na wao kuweza kuchangia kipato cha kodi kulingana na kile ambacho wanakipata. Mkuu wa mkoa wa, wa Mwanza, Saidi Mtanda, anasema kodi haikwepeki japo milango iwazi, kwa siridhia. Mimi ninachofahamu ipo kodi maalum kama ambavyo mmiliki wa gari ana ana leseni anazotakiwa kuzilipa, mm, kwa gari yake. Na wanapokuja hawa wananchi wenye malalamiko ya namna hiyo, tunawaonyesha sheria na kama sheria imevunjwa pia tutawasaidia. Ifikapo 2030 mikakati ya serikali ni kuhakikisha sekta ya uvuvi inachangia asilimia kumi kwenye pato la taifa kutoka asilimia 1.8. Innocentia Lois, Azam News, Mwanza.